E, bwana, leo ilikuwa ni birthday ya Diamond Platnumz amezaliwa tarehe 2 mwezi wa kumi mwaka 1989. Nilikuwa uh, najaribu kupiga mahesabu hapa kuona kutoka 1989 to 2025 itakuwa ni miaka mingapi. Jamaa anatimiza miaka mm, 36 eh, tangu kuzaliwa kwake. Ni mkubwa kwa kweli. Anaelekea kuwa mtu mzima lakini bado ni kijana. Sasa watu wengi wamemuishi siku yake ya kuzaliwa, na mmoja kati ya watu ambao wamemuishi alikuwa ni Estokiz ambaye alimpelekea keki nyumbani na wakasherekea kwa kumuishi uh, birthday, uh, birthday boy, lakini uh, watu wengi walikuwa wanasubiri wish uh, ya mke wake rasmi ambaye ni Zuchu, na alimuishi kwa kumtumia ujumbe ufuatao. Amesema kwamba leo kazaliwa kiboko yangu bosi wangu, hero wangu, uh, mentor wangu, msimamizi wangu, danga langu, last say wangu, mchuchu wangu, boyfriend wangu, mume wangu. Akaendelea kusema kwamba as I promise to, hit, uh, to hit your head up and get your last nerve forever, I also want to wish you a happy birthday, uh, a happy birthday. Maisho mugum hii ni fil, fil dunia wal akhirah. Kwa hiyo hejiandae kisaikolojia na nakupenda mume wangu, enjoy your day huku ukikumbuka kuwa you are the goat. and oh, I remembered, please return my gift you, are you are already half me so you you really don't need any. Alafu akaeka emoji ya kucheka pamoja na kumention uh, Diamond Platnumz lakini labda nikutafsirie kwa haraka haraka, uh, kile kitu ambacho amemaanisha kwenye maneno ya Kiingereza ambayo amesema. Amesema kwamba eh, kama kama nilivyoahidi kukusumbua kichwa na kukuchosha milele, pia nataka nikutakie heri ya kuzaliwa uh, mpenzi wangu, hii ni dunia na ahera. Pale kwenye maneno ya fil dunia na fil ahera, ametumia maneno ya Qur'ani. Lakini pia akaendelea kusema kwa kwamba kwa hiyo jiandae kisaikolojia na kupenda mume wangu, furahia siku yako huku eh, kukumbuka kuwa wewe ni bora zaidi na nilikumbuka ni, ni tafadhali rudisha zawadi zangu, maana tayari unayo zawadi kubwa ambaye ni mimi. So huo na ujumbe ambao a yazuchu memwandikia Diamond Platnumz kupitia Ay, siku ya kuzaliwa memuishi Diamond kupitia Instagram account lakini, eh, baada ya Zuchu kum, eh, kumjibu, watu wengi walikuwa wanasubiri labda, uh, Diamond Platnumz ataandika nini baada ya Zuchu kumuishi kwenye comment, na baadaye Diamond Platnumz alikuja ya comment ya kusema kwamba eh, usingizi wangu aka akaendelea kusema this man here loves you loves you so much na emojis za makopakopa kama mia hivi so Hayo ndo ambayo yametokea kwenye siku ya kuzaliwa Diamond Platnumz. Eh, watu wengi wamemwishi, lakini najaribu kupitia zile wishes muhimu muhimu, kama baba live naye amemwishi, lakini pia eh, Zuchu ndo ujumbe wake huu amemwishi. Unatamani kumwambia nini eh, Diamond Platnumz eh, siku ya kuzaliwa leo? Diamond ni mtu mkubwa sana, lakini Diamond anaheshimisha mziki wa Tanzania bongo flavor kimataifa. Tumeona juzi kati, eh, ameroll up na wasanii wakubwa kina Jason Darula ametoa remix kwa masaba, lakini pia wakina wasanii wengi wakubwa eh, kuna ngoma ambazo pia bado hajatoa eh, kuna hii ngoma na Siara pia ameimba. So unasemani una, una, una, una, una kumwambia nini Diamond Platnumz ah, siku ya kuzaliwa leo? Dodosha mwanyo wako mchoni niambie, lakini nikukumbusha fanya mtazamaji, kama bado hujasubscribe, ni wakati wako kuhakikisha kwamba unaweza kubonyeza kitu ambacho kimeandiko subscribe, ili uwe mwana familia bora kabisa wa Line Plus Media. Mimi ni Tony, sina zaidi kutakia wakati mwema, bye bye.